Hello, PRS Pharmacy patient and family, this is a simple and a quick review na PRS Pharmacy. Guys, uwe ni mgonjwa uwe ni mtu wa mtoa huduma ya afya, nisikilize kwa makini, hichi kitu kitakusaidia. Kuna hile hali unakosa kabisa hamu ya kula, au mgonjwa unakuja nakuambia nimekosa kabisa hamu ya kula swala so, la kwanza inakuaga umetumia dawa minyoo kwa wakati na mtu anakuambia ndio natumia hiyo kila baada ya miezi mitatu, lakini sipati kabisa hamu ya kula aidha imekutokea au ulishapata kesi kama hii? Okay, mara nyingi huwa tunaenda kwenye kuwapa vitamin B complex na wanapata matokeo wanakula vizuri, lakini leo ni kuwapa kukueleza kwa nini vitamin B Yeah, hii vitamini B inafanya nini kwenye mwili wa binadamu na ni vitamini B ipi specific kifupi? Hmm, vitamini B ziko nane. Kuna B1, B2, B3, uh, B5, B6, B7, B9 na B12. Ziko aina nane za vitamini B12. In generally, hizi vitamini B zinapatikana kwenye mboga za majani zinapatikana kwenye nyama zinapatikana kwenye samaki na kwenye nafaka kwa wingi, na hapo ni general. Kwa hiyo nimeongee, kuna nyingine unaikuta kwenye na, kwenye mfano vitamini B tisa inapatikana sana kwenye mboga za majani. Vitamini B kumi na mbili au B sita inapatikana sana kwenye nyama nyekundu na nyama nyeupe. Umeelewa? Tukija kwenye vitamini B tano inapatikana both kwenye mboga za majani naipata na kwenye nyama naipata wako ni muongelea in general okay. Sasa tuache hayo. Kwa nini vitamini B inaongeza appetite? Kwanza ina mekanizimu kuu mbili. Mekanizimu ya kwanza inasaidia umengenywaji wa chakula mm. Chakula unapokula kinameng'enywa kwa wakati na inapelekea mwili usihifadhi energy kwa wingi. Sio hapo, mmenielewa? Umeng'enywaji wa chakula na mwili hushindwa kuhifadhi energy kwa wingi, hiyo ndo kazi mojawapo ya vitamini B. Kwao unapomeng'enya chakula na uh, mwili haujahifadhi chakula kwa wingi baada ya muda mfupi utapata alert kwamba unatakiwa ule. Kwa ile ile kumeng'enywa chakula kwa wingi na mwili unapokosa unapo unaposhindwa unapo kuhifadhi energy kwa wingi kwa wakati ule unapelekea uongeze appetite na huyu mtu wale. That's point number one. Kwa hiyo umeng'enywaji wa chakula kwa wingi na kutokuhifadhiwa kwa, kwa, kwa kwa kwa energy nyingi kwa hiyo inahence au inasaidia metabolism ya chakula. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili ambayo ni crucial na ni ya muhimu sana hapa tunaongelea serotonin. Mm -hmm. Vitamini B inasaidia good release of serotonin. Hii ni neurotransmitters ambayo inapatikana kwenye kwenye hypothalamus, lakini asilimia tisini ya serotonin inapatikana kwenye GI mfumo mzima wa chakula. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni nini? Unakula, unasikia umeshiba. Unaposikia umeshiba, hiyo ni saini kwamba serotonin imetolewa kwa kiwango kikubwa kwenye hypothalamus pale, na unapata ile fullness. Sijui unanielewa hapo. Medical personnel mtanielewa zaidi, lakini na hata kama ni mtu wa kawaida mgonjwa, unaweza ukasikiliza kwa makini na ukanielewa. No, kuna kitu kinaitwa neurotransmitters, ambao kuna ziko nyingi, dopamine, kuna serotonin. Kwa hiyo vitamin B inachoenda kufanya ni good release of neurotransmitters, ambayo kwa inaitwa serotonin, kwa asilimia kubwa, asilimia tisini inapatikana kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo ina play part kubwa ya kwamba wewe umeshiba, umeshimba, wewe unatakiwa usikie njaa Umenielewa? Kwa hiyo ile kitendo unakula chakula unasikia, okay, nimeshiba sitakiwi kula tena. Hapo ni ile, dopam, ile neurotransmitter deamoni, neurotoni, serotonin imetolewa kwa wingi kwenye brain na imewasiliana na tumbo, na unapata hiyo kwamba sitakiwi kula. Kwa hiyo low level of serotonin ikiwa chini inapelekea wewe kupata hamu ya kula mara kwa mara, umenielewa? Kwa hiyo ndo wale watu wengine wanakuwa obesity. Kuna zile dawa mtu unapewa za, ku, za, ku, za kustopisha kula, unakosa ile hamu ya kula. Kinachofanyika ni tunaenda kuiraise ile level of serotonin, tukishaipandisha ile hormone ya serotonin juu kwa hiyo unakuwa unajisikia umeshiba, ujisikii kula na vitu kama hivyo. Nadhani hapo tumeelewana vizuri. Kwa hiyo hii serotonin ina play part kubwa kwenye mambo mengi, sleep and awake cycle, lakini kazi kubwa pia serotonin ni kufanya mtu asikie njaa, mtu ale. Kwa hiyo wale watu ambao wanashindwa kujizuia kula inakuwa ni low, low level of serotonin. hii hii ni neurotransmitter iko chini kiasi kwamba mtu anakuwa anatamani kula kila wakati kila wakati kila wakati, kwa sababu hii hii, hii neurotransmitter hii level inapokuwa juu, huyo mtu unakuwa hujisikii kula, unajisikia umeshiba wakati wote na vitu kama hivyo. Kuna kesi pia inakuja mtu anakuambia ah, muda wote najisikia nimeshiba, umenielewa? Huyu mtu unaweza kumpa vitamini B, unaweza kumpa dawa za minyoo kama hajatumia dawa ya minyoo kwa muda mrefu, kwa sababu vitamini B ina regulate ile good release of serotonin na unakuwa unasikia njaa wakati, unakuwa unasikia shibe wakati umekula. Guys, niombeni maoni yenu kwenye comments kama una cha kuongezea, ongezea. This is a simple and quick review na PRS Pharmacy, patients are family.